Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Mkono wa tembo, hiyo wala. Hii sio mzuzu, hii ni mkono wa tembo na chane sita Shamba letu ni kubwa sana tena, nina uhakika of course, hatujalishia mbolea tena. Tunahitaji baada ya kuwa tumevuna maharage, tuje tuweke mbolea ya kutosha kwa ajili ya uzao sasa wa hizi ambazo zitakuwa zinafuatia. Lakini hii ni, ni mkono wa tembo. Mkono wa tembo inasadikika kuwa na chane chache, nyingine inakuaga na chane mbili, si maajabu. Kakutana mkono wa tembo ina chane moja, mbili, tatu. Inayojitahidi sana wao ni chane nne lakini hizi za kwetu of course hata bado hatujazipa matunzo ya kutosheleza, lakini unaona ina chane sita, nyingine zinaenda mpaka chane saba. Inayopungua sana ina chane tano. uwezo kaona yenye chane nne ndani ya mbegu zetu tulizonazo. Tuko Kagera Bukoba, tunazidi kuwakaribisha Tanzania, njoo tulime mkungu mmoja upungue elfu kumi. Shamba hili lina miche zaidi ya elfu mbili na mia tano elfu mbili na mia sita. Kila mkungu tukiuza elfu kumi, karibia ni milioni ishirini na sita. Mara tatu kwa mwaka, unaweza ukaona kwamba ni faida kubwa tunayokuwa tunaitengeneza. Tunazidi kuwakaribisha sana Watanzania tufanye kazi, kilimo kinalipa. Lakini sasa, kuna watu wengine wako maofisini, ajui afanyeje, alipeje, alimeje, afanye nini. Tuwasiliane, tupeane namba, tutabadilishana uzoefu, tutabadilishana elimu, tutapeana muda, tutafanya kazi na matokeo tutayapata. Lakini kingine ninachotaka kusema ni kwamba nchi nzima ya Tanzania hasa mikoa ambayo inaonekana kama ni mikoa korofi ya kilimo, kama mikoa ya Dodoma. Ukienda mikoa yote ya ukanda wa pwani, migomba inakubali huenda kuliko hata mkoa wa Kagera, lakini watu hilo jambo hawalijui. Kwa sababu gani? mikoa ambayo haina mvua nyingi, nyingi inakuwa na aea nyingi sana kwa sababu mvua yale, eh, majani akiwa na dikompozi yanaoza, basi huwa wanatengeneza mboji nyingi sana na watu ile ardhi hawailimi mara kwa mara, lakini mkoa kama wa Kagera unakuwa hauna rutuba sana kwa sababu mara kwa mara mvua inanyesha. Mfano, natamani tuoneshane, upande wa pili tuoneshane mahindi. Kuna mahindi yamepandwa hapa hayajawekewa samadi na mbolea ya aina yoyote, unaona jinsi yanavyofanana. Huwezi kuona muhindi ambao utakuwa na urefu zaidi ya nchi nne, hautauona. Vyote unaona ni vidogo vidogo tu, japo ni mkoa sawa, una maji lakini hauna mbolea ya kutosha. Kwa sababu hiyo, kama tutapata mkoa eneo, kwa mfano kama Dodoma na wa wana mvua kama Bukoba, lakini mtu akawa na uwezo wa kuchimba kisima cha maji na kulima, basi faida inakuwa ni kubwa sana, kwa sababu ardhi ile haijazoea maji ya mara kwa mara ya kuosha. Kwa mfano ukiangalia hata kwenye mitaro unaona maji ni machafu, ule uchafu asilimia kubwa ndio hiyo samadi kwa hiyo udongo nakuta una rutuba ya kutosha, ukipanda majani ndio maana wakutata wakati bugu ilikuwa imaa kipindi cha mvua, basi linakuwa ni refu sana. Kwa sababu gani? Mbolea ni nyingi, lakini haitumiki. Kwa hiyo tunawakaribisha wa Tanzania wote, njoo tulime, tunazo mbegu zilizobora na ni safi kabisa, ambazo zenye uwezo wa kutelekea ta matokeo. Hili ni shamba la mkono wa tembo, lakini lipo shamba la mzuzu shamba la pia hiyo ndo tuseme ipo shamba la matoke, zile ndizi Bukoba na kadhalika, hata kisukari zinapatikana. Tunazidi kuwakaribisha Watanzania, njoo tufanye kazi pamoja zaidi. Pia tuna, tumefungua kurasa za mitandaoni pa, kuna ukurasa wa Facebook, Instagram, TikTok hata Twitter X utatupata huko na YouTube pia. Unaandika Meshaki Migomba na kahawa, utaziona video zetu huko tunaweka e, taarifa nyingi zaidi. Tunazidi kuwakaribisha zaidi ili tupate kuwasiliana na namba zetu za simu, 0748 386 943, 0748 386 943. Mungu awabariki, asante sana kwa kunisikiliza.